Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Mamlaka ya Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Wilaya ya Same. Tangazo la Nafasi za Kazi. Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Same amepokea kibali cha ajira mpya kutoka kwa Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais, management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kupitia barua yenye kumbukumbu kumbu namba FA 228/163/01F/072 ya tarehe tatu. Hivyo nakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa Watanzania wenye sifa za kujaza nafasi tajwa hapo chini. Dereva daraja la pili, nafasi moja. Majukumu ya kazi: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali mbali mbali mbali kwenye safari za kazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali kujaza na kutunza daftari za safari zote katika daftari la safari, kufanya usafi wa gari, kufanya kazi nyingine kadri atakavyoelekezwa na msimamizi wake. Sifa za mwombaji: awe raia wa Tanzania kwa kuzaliwa au kujiandikisha, awe amehitimu elimu ya kidato cha nne au sita, awe na leseni ya daraja C na au ya uendeshaji wa magari ambayo amefanyia kazi kwa muda usiopungua ambaye amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji wa magari basic driving course yanayotolewa na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA au NIT au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara TGS B. Masharti ya jumla kwa mwombaji: mwombaji awe raia wa Tanzania mwenye umri usio usio zidi miaka 45. Mwombaji ambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza detailed CV showa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 11 Mei 2025. Maombi yatawasilishwa nje yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili ya yatafikiriwa. <coughs> Maombi yote yatumwa kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira recruitment portal kupitia anwani ifuatayo https anwani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya Sekretarieti ya Ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa portal. Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafikiriwa. Imetolewa na mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya Wilaya ya Same. Kama ni mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.